Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, amani ya Allah subhanahu wataala iwe juu yako na rehma zake Allah subhanahu wataala na baraka zake. Ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala katika mwendelezo wa darasa zetu tunazozitoa kuzileta kwenu, insha al maula jalla jalaluhu wale ndugu zangu ambao mnateseka na maadui wa karibu, wale ndugu zangu ambao mnateseka na watu wanaokufanyieni fitna, wale watu ambao mnateseka na uadui mbalimbali mnaotendewa, hatimaye mkawa mnakosa raha katika shughuli zenu, mnakosa raha katika kazi zenu, mnakosa raha katika kila mnalolifanya, mpaka kulala. Unakuta mtu analala anaota, anakimbizwa na nyoka, anaota anakimbizwa na simba, anaota ng'ombe zinamkimbiza, anaota anashambuliwa Una vita kubwa na una vita kali katika maisha yako, na hujui vipi utapambana nao. insha almaula jalla jalalu, leo naomba nikufundishe moja katika njia mujarrab, sijapata kuona namna gani ya kumtesa adui yako, namna gani ya kumrejeshea adui yako mabaya mfano wa yale anayo utendea, ama zaidi ya hapo, njia hii ninayokufundisha ni njia mujarrab sana katika kumtesa na kumwadhibu adui yako insha Allah Maula jalla jalaluhu, na la shaka fihi, wallahi alazim la. Ndugu yangu muislam, njia hii ikiwa utaitenda majibu utayapata, wala usiwe na shaka, wala usiwe na wasi, wala usiwe na shida ya aina yoyote juu ya njia hii tunayokufundisha hapa, insha Allahu eh, al karim. Sasa, ndugu yangu muislamu na mpenzi katika imani, ebu chukua Qur'ani tukufu, kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, kitabu ambacho ni nuru kwa waumini, kitabu ambacho muongozo kwa waumini, hudan lilmuttaqin, hichi ndiyo kiongozi cha wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa chukua Qur'ani yako tukufu, fungua suratu raadi kaangalie aya nambari 42 namba 42 utakutana na maneno ya Allah subhanahu wataala yanayosema, waqad makara lladhina min qablihim falilahi lmakaru jamia yalamu ma taksibu kullu nafsin wasayalamu lkuffaru liman uqba ddar. Aya hii sasa, ndugu yangu muislam, ili uweze kumshikisha vyema adui yako adabu, eh, ili uweze kumtesa adui yako na wewe mithili ya yale anayokutesa ya aya hii inabidi isome mara 49 ti, yani hii aya inabidi uisome mara 49 lakini, kila utakapokuwa ukifika mara saba, kila utakapokuwa ukifika mara saba saba, unasoma suratul lahabi saba yani: tabbat yada abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasila naran dhata lahab wa imra'atuhu hamalat alhatab fi jidiha hablum min masad. So sasa hii unaisoma mara saba. Uh, ukishamaliza kuisoma hii eh, Suratul Lahab mara saba, unamalizia na jina la Allah subhanahu wa ta'ala, nalo lina siri kubwa katika kumtesa adui, nalo lina siri kubwa katika kumkomesha adui yako na kumshikisha adabu adui yako, almuntaqimu. Hili, hili jina unalisoma mara arobaini na tisa. Ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu ya muntakimu unalisoma mara arobaini na tisa, la shaka fihi. Hapa utakuwa umenielewa kwa maana eh, hii aya waqad makara alladhina min qablihim unaisoma mara arobaini na tisa. Nikupe mfano ili usije ukajichanganya. Mfano: audhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim waqad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a

unasoma tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasila naran dhat lahab wa imra'atuhu hamalat al hatab fi jidha hablun min masad. Ya kwanza ya pili ya tatu ya nne -ya, ya tano ya sita a ya saba ukimaliza hapo, unasoma ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim mara 49. Ukishamaliza ya muntaqim mara 49 unatia nia yako sasa a ya Allah alaika bifulani wa fulani, Ewe Mwenyezi Mungu, juu yako kwa fulani na fulani, kama unawajua. Maana kuna maadui wengine, mtu anakufanyia uadui wa wazi, unajua kabisa, wewe unanifanyia uadui wa wazi hata kukwambia wen, ta ta ta kwa kukwambia wewe nitakunyoosha, nitakukomesha, nitaku yani, ukiwa unamjua kabisa, wala usio na usio na shaka, mwambie Allah, nakukabidhi fulani bin fulani, ya rabbi fulani ananinyima usingizi, ya rabbi fulani kadha, ya rabbi fulani kadha. Kama adui yako humjui, hufahamu, usitaje jina la mtu ambaye huna hakika hakika naye, sema ya rabb alalamina, yeyote yeyote anayenikusudia ubaya mimi, familia yangu, Allah, nakuomba ya rabb alalamina, mtese maradufu ya vile ambavyo alivyonitesa mimi unatia nia yako. Baada ya hapo, unaendelea tena, waqad makara alladhina min qablihim falillahi almakru jamia, saba zingine. Baada ya saba, unapiga suratu tabatiada saba. Baada ya saba, unapiga ya muntakimu, ya muntakimu, ya muntakimu arobaini na tisa, insha al Maula jalla jalaluhu, mujarrab sana. Ngoja sasa nikupe muda nyeti wa kuifanya hii kazi, ili ukamnyooshe vyema adui yako. Amka usiku. Unajua usiku muda gani? Ile alfajiri inapoingia na Allah akumbukeni, wakati anataka kuangamiza qaum mara nyingi alikuwa anaiangamiza wakati wa alfajiri. Ala inna mawidahum subhu alaisa subhu biqarib. Watu wa Luti waliambiwa, usiwe na wasiwasi na haraka nao hao, Jibril tulia, hakika ahadi yao wao ni alfajiri, na alfajiri hiyo inachomoza. Qurani anasemaje? falamma jaa amruna jaalna liahasafilaha. Alfajiri ilivyoingia tu, taa nyekundu ikawaka, Jibril alaihi ssalam akapewa amri ya kuangamiza. Alichota vijiji saba vya Sadum kwa ncha ya ubawa wake mmoja, akavinyanyua namna hii mpaka katika uwingi wa kwanza ilipofika juu kule, Allah akamwambia geuza, fajaalna aliaha safilaha, tukapafanya chini kuwa juu na juu kuwa chini. Hatukuishia hapo, waamtarna alaihim hijaratan min sijinin mamdude, tukamimina mvua ya mawe kutoka katika moto wa sijin. Musawamatan inda rabbika adhabu, waliopewa watu wa Luti ni adhabu sawasawa kabisa, kutokana na yale waliokuwa nayatenda. Tenda wewe unasubiri nini, ndugu yangu Muislamu? Mtu umekaa anakutesa anakuumiza anakufanyia mabaya, anakufanyia uadui, anakufanyia fitna, anakufitinisha juu ya kila kitu, uchawi wa aina zote anakufanyia wewe, umebaki unalia tu kila siku unatoa machozi. Njia ndio hii, baba yangu, nakupa nakupa njia hii, dada yangu, mwamkia alfajiri adhana ya kwanza ile unapoisikia kabla ya kuswaliwa swala ya alfajiri, nyakati zile kabla ya kuswaliwa swala ya alfajiri, unaweza ukatega uka, uka, uka majira kuanzia pale saa kumi kasorobo ukaanza, ukaanza shughuli yako kwenye, au saa tisa na nusu pale ukaanza shughuli yako hii Piga hii, ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, amka usiku wa manane pametulia, unasema waqad makara alladhina min qablihim falillahi almakaru jamia ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamu alkuffaru liman uqibad dar. Piga tabbat yada abi lahab bin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasila naran dhat lahab wa imra'atuhu hamalat alhatab fi jidiha hablu min masad. Ukimaliza hapo piga ya muntakimu, ya, muntakimu, ya, muntakimu, ya, muntakimu, ya muntakimu. Mtahimu, ewe mwenye kutesa, ewe mwenye kutesa, ewe mwenye kutesa, nitesee maadui wangu, ewe mwenye kutesa, nitesee maadui zangu, ewe mwenye kutesa, watese maadui zangu mfano au maradufu ya vile wanavyo ni tesa. Kwa nini, ndugu yangu mwislamu? kwa sababu maadui ni watu waovu kabisa. Na Allah anasema wala tahsabanna llaha ghafilan amma yacmalu dhalimun, wala msije mkazani ya kuwa Allah ameghafilika na yale wanayoyatenda madhalim. innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, Allah anawachelewesha, kuna siku atawakamata, ataweka hapa, macho yao yatageuka mfano waliopigwa makengeza. Tamova, Allah subhanahu wataala, utakapoyafanya haya, aweze ni mwenye kukubalia. Sasa ukimaliza, unamsalia na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara mia moja. Kumbuka, dua yoyote unayoifanya ikiwa hujamsalia mtume, dua hiyo haiwezi kukubaliwa. Hii njia ninakupa ni njia bora baba yangu, wallahi laadhim, nakwambia huna haja ya kwenda kufanya dua za ushirikina, dua za kichawi. Huna haja ya kwenda kufanya mambo ya ushirikina, mambo ya kichawi tu, chukua nondo hizi nakupa ndugu yangu, chukua hizi ninakupa, wallahi laadhim, utakuja kunishukuru. Hii adui yako atasema, kwa uwezo wa Allah, ukikaa chini hasa vizuri ukaipiga hii sawasawa sawa. Lazima aseme nani. Ni vyema zaidi ukaifanya kwa muda wa siku saba, siku saba mfululizo, unaokalia chini, alafu utakuja kuniambia. Kuna fitna tena itaendelea? Kuna uadui tena utaendelea? Usishangae hata watu wanakuja kukomba msamaha, basi baba, yaishe yaishe, tumekoma na mimi. Naomba Allah, subhanahu wa ta'ala, kupitia uzito wa aya hii na maneno yake, insha Allah, maula jalaluhu jala, jala, kila atakayetenda hii adui yake ashike adabu zake, na akome kabisa kutenda uadui na kutenda ubaya, insha maula jalla jalaluhu. Ndugu yangu ya Muislam na mpenzi katika imani, kwa mahitaji ya dua mbalimbali na matibabu mbalimbali mbali juu ya maradhi mbalimbali, uchawi, hasadi, vijicho, insha Allahu taala, usisite kuwasiliana nasi tunapatikana Kigamboni Mwembe Mtengu karibu kabisa na sehemu inayoitwa Tuangoma. Unaweza kututafuta kwa mawasiliano yetu sifuri saba nane saba tano tano mbili mbili moja moja, ama unaweza kututafuta kwa sifuri saba tano tano mia tano sabini na saba sifuri mbili mbili, au unaweza kututafuta kwa sifuri sita saba tisa ishirini na tano ishirini na mbili kumi na moja. Inshaa almaula jalla jalaluhu, ikiwa kuna kitu hujakielewa kuna mambo hujafahamu, basi nitafute ndugu yangu, ili tuweze kuwekana sawa katika baadhi ya mambo shukran lakum jazakum llahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu.